Bwana Yesu asifiwe sana mtoto wa Mungu. Karibu sana leo ninaomba tukumbushane tu kumshukuru Mungu kwa jinsi anavyotufanikisha kwenye maisha yetu. Jamani, mwaka mzima umefanya shughuli zako, biashara, sijui ni kilimo, labda ni kazi, watoto wako wameweza kusoma vizuri, familia yako mna amani, kila kitu kinakwenda vizuri kweli. Umeuona mkono wa Mungu katika mambo mbalimbali. Jamani, umemshukuru Mungu? Umetenga muda wa kumshukuru Mungu na kumtukuza kwa wema wake na upendo wake kwenye maisha yako, au umechukulia kawaida kawaida? Hebu tuende mbele za Mungu, wapendwa wangu, tukumbuke kumshukuru Mungu kwa sababu hatuwezi lolote bila yeye. Kwa sifa na utukufu vinatakiwa vimwendee yeye na ni yeye peke yake. Mm, soma neno la Mungu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya pili amstari wa saba. Ubarikiwe mpendo wangu na neno la Mungu kwa jina la Yesu, amen.